Uh, wewe ni binti, wewe ni binti mfano, mfano, wewe ni binti, unapewa pesa na mwanaume, unapewa mapochopocho mbalimbali, kama upo kazini unapewa favor, unapewa lunch, unapewa dinner, siku zinaenda tu, unakubali tu, unakubali tu, hujui huyo mwanaume ana dhamira gani. Lakini pia wewe labda ni maskini, hupo katika sehemu fulani, unapewa zawadi tu na mtu bila kujua nia ya yake ni nini, kwa nini anakupa hicho kitu. Nabidi umuulize kwa nini amekupa hicho kitu? Kwa nini amekuwezesha ile vitu? Nabidi umuulize. Mwingine sio upendo, mwingine ni upendo wa kinafiki. Ndugu yangu, unaye nitazama nikusalimu kwa jina la Yesu. Na leo nitazungumzia mada moja ambayo inasema kwamba upendo upendo usio usio upendo usio na unafiki, upendo, usio, na unafiki. Hapa natazungumzia upendo kibibilia, sio upendo kwa mitaani huko mnaoita tunaoita upendo, upendo kibibilia. Na somo litakalo tuongoza na somo ambalo litakuwa lina ni kama ni la somo lenyewe somo lenyewe litakalo tuongoza linatoka kitabu kile cha wa Korinto wa kwanza sura ile ya kumi na tatu na mstari wa kwanza hadi kama tano hivi. Upendo usio na unafiki, upendo ni kumuona kumuona ndugu yako, kuona mtu mwingine kama wewe unavyojitazama au unavyo yani, unavyojifiri wewe, usiopenda kute, kutendewa usimtendee mwingine. Huo ndio upendo. Upendo ni kumtazama ndugu yako kama nafsi yako, kama Yesu alivyosema, mtazame au mpende ndugu yako kama nafsi yako. Huo ndio upendo, na upendo ndio Mungu. Mungu katika ile katika umu kwenye kitabu cha Biblia ile Yohana waraka wa kwanza Yohana 4:8 anasema kwamba asiyependa akumjua Mungu kwa sababu Mungu ni pendo. Kwa hiyo upendo ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo leo nitazungumzia upendo usio na unafiki. Unafiki ni pale ambapo una unangata kwa kupuliza. Yaani kuna vitu unatoa ili upate favor fulani. Unasaidia ili ujiponye wewe. Unasaidia kwa advantage yako au kwa manufaa yako mwenyewe, sio kwa manufaa ya yule unayomsaidia. Unasaidia mtu ili uendelee kumgandamiza, unamsaidia mtu ili uendelee kumnyonya, unamsaidia mtu ili uendelee kum... endelee kupata shida hapo walipo. Kuna nia ya kusaidia, nia ya kusaidia, wakati mwingine tunasaidia, lakini kumbe ndani yake kwenye huo msaada hamna upendo. Kwa hiyo huo sio upendo, huo ndo unazungumzia upendo wa unafiki. Huo ni upendo wa unafiki. Upendo usio wa unafiki ni kumsaidia mtu, kumtoa kwenye shida ile alionayo, asirudi kabisa. Kumuamua, kumsaidia kwa ajili yake, sio unamsaidia kwa ajili yako. Mfano, mfano una unakutana, watu wanavuta bangi, yeye mtu ni mvuta bangi, afu unamsaidia kumnunulia bangi ili aendelee kuvuta bangi mm. Mtu ni mla pombe, ni mlevi, unamsaidia kumnunulia pombe tena aendelee kulewa, wewe unakuwa unafaidika nini na akilewa? Maana yake huo sio upendo, huo ni upendo wa kinafiki. Upendo ambao ni mzuri, yule mlevi unamsaidia kumwekea mifumo ambayo itamfanya aache ulevi na arudi katika maisha mema, maisha ya ya kuishi bila ku, ku, ku, kujiathiri. Maana ukilewa sana unaathiri mwili wako, unaathiri afya yako. Lakini pia kama ni mvuta bangi umsaidie, umsaidie kumpa njia za kuweza kuondoka katika hali hiyo ya uvutaji bangi kama ni mwanamke, upendo wa kinafiki unamsaidia ili baadaye na wewe uweze kupata kitu kwake, uweze kupata kupata, kupata, kupata kumtumia. Huo sio upendo, huo sio upendo, huo ni upendo wa kinafiki. Kwa hiyo leo nazungumzia upendo usio na unafiki. Tukisema upendo usio na unafiki, huyu mwanamke kama ana shida kama ana shida labda ana shida ya kazi au kimbilii kumpa kazi ili unampa kazi ili apate uchumi na yeye apate kujipamua kusaidia yeye mwenyewe kujiinua kiuchumi na pia ndugu zake, ana, kama ana watoto kama ana familia. Huo ndio upendo wa kweli, huo ndio upendo Kristo aliyosema kwamba upendo upendo, upendo, upendo, upendo, upendo upendo kama huu aujawai kuonekana kwa mtu kuitoa nafsi yake kwa ajili ya watu wengine katika Yohana 15 mstari wa 14 Yohana 15 mstari wa 14 nitasoma kwa, kwa hiyo upendo upendo ni zaidi ya hivi tunavyofanya upendo ni zaidi ya hivi tunavyoonana tunavyogusana maisha upendo kwanza utakii kumsaidia mtu ukamsema ukaanza kujinadi kusema kwamba mimi yule ndo namsaidia huo sio upendo huo ni upendo wa kinafiki kwa hiyo upendo ni zaidi ya hivi tunavyoona ni zaidi ya hivi tunavyoishi ni zaidi ya hivi tunavyofundishwa huko katika maisha yetu ya kila siku upendo uzuri ni ule upendo usio na unafiki unamsaidia mtu ili apate kujikwamua, sio unamsaidia mtu ili aendelee kubaki kwenye shida alionayo, wewe unakuwa sio upendo. Tuangalie hapa Wakorinto wa kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa kwanza nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliyo iliayo na upatu uvumao. Mstari wa pili: tena nijapokuwa na unabii na kujua siri za ama siri na maarifa yote nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si kitu. Nijapokuwa na imani ambayo inaweza ikahamisha milima, kama sina upendo, mimi sio kitu. Kumbe upendo, yani, niliposoma huu mstari nikagundua, kumbe upendo ni kitu kikubwa sana. Ndio maana sehemu nyingine Paulo ameandika kwamba upendo ni karama kuu. Kwa mtu anaweza akawa mchungaji anawachunga watu, akawa nabii anawatabia, anawatabilia watu anawapa anawatabiria watu anawapa mema, anawatabiria vitu vizuri, ana waombea wanapona. Unaweza ukamwombea mtu akapona, lakini una upendo. Unaweza uka, ukamwombea uka, uka mgonjwa akapona, lakini una upendo. Unaweza ukamwombea mtu mapepo yakatoka, lakini una upendo kwake, unamwombea ili upate kitu, huo sio upendo. Upendo ni kumtoa mtu mwenye shida hiyo aliyonayo, lakini wewe ufaidiki, anafaidika yeye, huo ndio upendo wa kweli ambao Kristo alitaka tuwe nao hapa okay, yaani kwamba unaweza ukawa na imani wewe, ni mchungaji una watu kanisani mwako una watu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye madhabahu yako wana shida, wana shida au wasaidii mpaka watoe sadaka watoe fungu la kumi watoe sadaka ya ukombozi watoe sadaka ya mchungaji na nini na kadhalika, huo sio upendo. Upendo kuna watu kule kanisani wana shida. Unatakiwa umsaidie yeye kwa faida yake, sio unamsaidia kwa faida yako. Huo ndio upendo huo ndio upendo. Unawasaidia maskini, ila ukiwasaidia unataka waje wakufanyia kazi kwako, labda usiwalipe, huo sio upendo, huo sio upendo, ni upendo wa kinafiki. Ni binti, unataka umekutana na mwanaume anakusaidia pesa, anakusaidia labda mali, anakusaidia mapochopocho kadha wa kadha, lakini anakutaka kingono, huo sio upendo. Amekusaidia kwa ajili yake, kwa faida yake, huo sio upendo, ni upendo wa kinafiki. Kwa hiyo upendo wa kweli ambao usio na unafiki ni ule unayemsaidia anafaidika yeye yeye, sio unamsaidia afu wewe na wewe unataka faida, na upendo huo nadhani hauna sababu. Ukisoma, ukisoma, ukisoma, ile, ukisoma ile Mathayo sura ya tano pale utakutana na, na, na Yesu anavyoelezea upendo huo wa aina gani. Anasema upendo ukishamsaidia mtu, msaidia mtu ambaye hawezi kurudishia kitu. Tumsaidie wasaidie watu ambao hawezi kuturudishia chochote huo ndio upendo usio na unafiki, kwa sababu tukiwasaidia wale wanaoweza kuturudishia, tukiwasaidia wale wanaoweza kuturudishia na sisi, tunafanya raziada gani? Ukisoma pale Mathayo tano mstari wa ngapi? Tunafanya raziada gani? Upendo ni pale ambapo unamsaidia mtu yeye hawezi kukusaidia, autarajii grants, autarajii au marupurupu kutoka kwake. Unamsaidia tu kama favor. Huo ndio upendo usio na unafiki. Kwa upendo usio kuwa na unafiki, amna. Sasa hivi watu wengi akikusaidia anataka na yeye kumfanyia chochote. Eh, anataka apate faida kwako. Ni watu vijana wa mjini, akikusaidia kusaidia hata kuonyesha chumba, anataka upate kitu. Aki uki ukiwa uki, uki, uki unatafuta ajira, anataka kusaidia kupata hiyo nafasi na yeye anataka apatepo kitu. Huo sio upendo, huo ni upendo wa kinafiki. Umewasaidia watu, unawasaidia unapata una, una fedha labda sehemu fulani unawasaidia watu labda ni wavuta bangi labda ni wanywa pombe labda ni, labda ni, labda ni, ni watu vijana machokora wako mitaani, unawasaidia pesa ili wakae mle mle mitaani, au uwasaidii namna zile za kuwatoa kwenye hizo shida zinazowasumbua kuwaleta kuwaweka katika nafasi ambayo watakuwa ni watu ni binadamu wataishi kama wewe unavyoishi. Huo ndio upendo. Hapa anaendelea anasema tena, nikitoa mali zangu mali zangu zote kuwalisha maskini, sina upendo, hainifaidi kitu. Unaweza yani ukatoa mali zako nyingi kuwapa watu kumbe una target fulani ambayo unaitaka huko. Yaani mfano wazungu wanatusaidiaga vitu wanatusaidia wanasema wanatoa misaada. Kumbe wanachukua madini yetu. Eh, yani, era wanachukua madini yetu wanaenda kupata piga faida zaidi, afu wao sasa wao wanakuja kutuletea labda vyandarua, wanasema wanatuletea madawa, wanakuja kutuletea vipande vya sabuni, wanakuja kutuletea nguo kumbe wao walishachukua madini. Huo sio upendo. Upendo ni pale unapomsaidia mtu wewe, upati faida yoyote. Huo ndio upendo. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza akamsaidia mtu, unaweza ukamsaidia mtu, unaweza nikamsaidia mtu, kumbe nimetarget kupata kitu fulani kwake. Kwa hiyo kwa huo sio upendo. Ndio maana hapa Paulo ali, ali, aliandika kwamba tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu yaani, hey, sawa. Yaani kwa ya mfano wa wazungu anatusaidia vitu, wanasema wanatusaidia, kumbe wanachukua mali zetu. Huo sio upendo. Unawasaidia watu umewasaidia watu sehemu fulani, kuna watu wana, wa matajiri matajiri, anaenda kuwasaidia watu sehemu fulani, anaenda anawasaidia lakini ametarget eneo fulani awanyang'anye baadaye eh, hey, yaani anakuwa kama anawasaidia lakini kumbe kuna kitu anakitarget pale, usio upendo. Upendo ni nini sasa? Upendo ni nini sasa? Upendo uvumilia, upendo ufadhili, upendo au usudu, upendo au takabari. Yaani upendo ni kitu kikubwa sana, upendo ni zaidi ya hivyo tunavyowaza. Tuangalie hapa, kuna kuna mstari mmoja hapa ni malizio wa mwisho ambao, ambao upo katika Warumi 12 mstari ule wa tisa kwa hiyo upendo kumbe ni zaidi ya kusaidia mtu. Unaweza ukamsaidia mtu sana, lakini hauna upendo, msaada wako hauna upendo. Warumi mstari ule wa, wa tisa anasema pendo nalisiwe na unafiki, lichukieni ovu na mkiambatana na lililo jema. Unaweza ukawa, ukawa na rafiki yako anafanya uovu fulani, labda ana, ana, mdhalimu nim, nimlingani ni mwizi ni mzinzi lakini wewe unamuona anafanya, umuonye, unaendelea kumkumbatia, huo sio upendo. Upendo ni upendo, hauvumilii mabaya. Unapomuona anafanya ubaya unatakiwa umwambie, umkataze, umuonye. Huo ndio upendo. Kwa hiyo pendo hapa, Paulo amesema pendo najisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. kwa hiyo upendo haukai au, au, au na, na, na mabaya au, yani ukimwona mtu anafanya ubaya Usimpulize, usim, usim, usim usingate na kupuliza mwambie, umefanya ubaya huu acha. Huo ndio upendo usio na unafiki. Watu wengi tuna, tunasema tuna upendo, lakini kumbe tumejawa upendo wa unafiki, tumejawa upendo wa unafiki ndani yetu. Eh, wachungaji, makanisani kuna watu wanafanya maovu tunawakumbatia tuwaoni kwa sababu wanatoa sadaka kubwa. Huo sio upendo, huo ni unafiki. Kwa hiyo tusiwe na pendo la unafiki. Kama ni ovu tulikanywe, kama ni jema tulikumbatie, tulipongeze. Na huo ni upendo wa kweli. Neema ya Kristo ikawe pamoja nawe. Au sana, masikio, masikia, na nyie nyote mlionitazama, Mungu awabariki sana. Mwenye masikio kusikia na asikie, ili somo litakuja kuendelea nazami. Amen.